Hii daraja wakati wote ile tunaelekea kukamilisha kati ya mwezi huu siku chache zilizobaki, lakini mwezi unaofuata hautaisha, tayari swala la barabara hii itakuwa limekamilika kwa hiyo, changamoto ya usafiri hapa Kigongo Busisi itakuwa imekwisha, na tumeshakubaliana na watu wa Temesa kwamba hizi feri tatu ambazo zinafanya kazi hapa tutazigawa katika maeneo mengine ya mkoa wa Mwanza, mmoja tutapeleka kule Ukerewe. Na tuliyasema haya mbele ya Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Serikali inajenga vivuko vipya vitano vyenye thamani ya bilioni ishirini na tisa, na katika vivuko hiko kimoja kitaenda Ukerewe. Sasa wakati tunasubiri mwezi ujao, mwezi wa tisa, vikamilike, tumesema kwa sababu barabara inakamilika na daraja, kivuko kimoja hiki kitaondoka hapa kuelekea Ukerewe ili kikafanye kazi ya kupishana na kivuko kilichopo sasa ambacho ni kidogo sana. Tunamshukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kuelekeza kwamba Wizara ya Fedha itoe fedha shilingi bilioni tatu kwa ajili ya kuimarisha huduma katika ziwa Victoria. Madhara haya magugu ni mengi na makubwa sana. Juzi tulikuwa Ukerewe tumeona kuna dalili ya magugu haya kuanza kusogea wapi? Ukerewe. Maana yake haya magugu yatasogea pia kwenye mradi wa vizimba vya samaki mkoa huu. Mheshimiwa Rais ameleta fedha kwa ajili ya wafugaji samaki shilingi bilioni mbili na milioni mia tano, na wamekopeshwa kupitia benki ya TADB tena bila riba. Sasa wewe unafuga samaki, una mkopo hata kama una riba, na kikundi kimoja hivi juzi walinipa taarifa kwamba walikopa kama milioni mia moja na wamesharejesha milioni mia moja na wamepata faida ya kutosha. Sasa imagine, unakuja alafu magugu yote yamezuia sehemu yako ya, kizi, ya vizimba, samaki wako wakafa wote, utarejeshaje mkopo? Kwa hivyo ndio maana jitihada za makusudi zinachukuliwa na serikali kufanya usafi wa ziwa Victoria. Kwa hiyo wito wangu nemki lakini pia e, taasisi nyingine zote ikiwemo idara ya uvuvi kuendelea kutekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, na hapa ninawapongezeni watu wa bonde kwa kazi hii mlioifanya ambayo inaendelea na mnatumia gharama kubwa. Kwa hivyo taasisi nyingine pia msije mkadhani swala hili ni la watu wa bonde tu. Hii multiplier effect kwamba hawa watu wa maji maji kule tunayokunywa yanatokea ndani ya ziwa. Magugu yakishakuwa mengi yataenda kwenye pampu kwenye ziwa eh, yata, yata ile injini inayosukuma maji na yenyewe itaingiliwa na magugu, yenyewe pia itaanza kuwa kama kivuko chetu itakolapsi. Kwa hiyo watu wa maji, kutakuwa na changamoto ya maji kwenye mkoa wa Mwanza lakini wavuvi, vizimba vimo humu, ni wizara ya uvuvi. Kwa hivyo, msije mkafikiri kwamba jambo hili linaigusa tu watu wa bonde, lahasha. Kwa hiyo e, sekta nyingine zote zinaweza kuathirika kama hazitofanya kazi kwa pamoja. Kwa hiyo wavu, idara ya uvuvi e, nemki e, sio maneno tu, wekeni pesa ili project hii ya usafishaji iweze kufanya nini, kufanyika vizuri. Kwa hiyo niwapongeze watu wa bonde kwa kuzingatia maelekezo ya wa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Nina imani fedha itakayotolewa na serikali itanunua mtambo mkubwa kwa ajili sababu, hili swala la magugu linatokea sio leo tu, miaka na miaka. Kwa hiyo kuwa na mashine ya kisasa ya kuchakata magugu ni swala ambalo halikwepeki kwa watu ambao wana mipango mizuri na endelevu katika taifa.